Okay, kama umepoteza simu yako, au unajua kabisa wewe sio Mungu na siku moja unaweza kupoteza simu yako, lazima ujue hichi ninachokuonyesha chukua, chukua simu nyingine, alafu nenda Google au katika browser yako, alafu andika find my device, lakini hii ni katika simu za Android, alafu search. Sasa wewe utabonyeza link ya kwanza imeandika find my device, kisha uta sign in okay, kwa sign in kwa kutumia email ya ile device ambayo imepotea, kwa utaweka email na password yake. Mimi hapo nimesha sign in. kwa hiyo nitaweka password ya hii simu. Sasa hapo utaona simu zote ambazo zina ile email, kwa utachagua ile iliyopotea. Hapo kama ni moja basi, utaona simu moja hiyo, kwa mfano ndio iliyopotea, tuichague. Alafu pale utaona nimeandika find my device pale juu pembeni. Bonyeza hapo hapo, sasa unaweza kuona kwenye lamani na kwamba simu yangu iko sehemu gani kwa sababu kama simu imepotea muda huo huo naikuwa na data basi tunaiona hiyo iko online, uta kuiona hapo, hiyo ni location. Kwa hiyo unaweza uka zoom ukaona kabisa uta na utaandikiwa kabisa hiyo sehemu gani na utaweza kuiona. Lakini kitu kingine pia, huko chini kuna sehemu imeandika labda play sound. Hapo unaweza uka play sound ikapiga kelele kama iko karibu hapo imepotea. Lakini pia hapo chini kuna restore factory reset maana unafuta kila kitu kwenye hiyo simu, inaanza kuwa kama mpya. Ina maana kama kuna vitu vyako vya muhimu yule mtu aliyeiba asivipate. Hii hapo, kumeandika secure device, secure hapo ili tumwandikie ujumbe kama ni mtu amechukua kwamba hiyo simu ni ya kwetu kwamba hiyo simu ni yangu nitafute, alafu ukaweka namba yako hapo chini ili aweze kukupigia okay? alafu itaweza kuenda inampigia sasa, ukifunga itakuwa kuenda mwanijhi. Oh, hoo, hii simu ni yangu nitafute, na itakumpa nafasi ya kukupigia simu.